Kuna vitu umekabidhi wanadamu, kuna vitu umekabidhi wachawi, unapokabidhi hadi watoto kwa waganga. Umekabidhi watoto, ati Mungu, watoto wangu hawa unajua sasa wanarogwa sana. Unawachukua, unawatoa kwa Mungu, unawapeleka kwa mganga, watoto wanachale. Weo zao siko mikononi mwa Shetani, akitaka kuua anaua, akitaka kuleta ajali analeta. Wakabidhi watoto wako kwa Bwana. Biblia inasema hali wamtumainio wa Bwana, kwa maana watatikisika watakuwa kama mlima wa Sayuni. Haleluya! Haleluya, haleluya! Kama nampenda Yehova sema amina. Kuna watu wameolewa, lakini ndoa zao mikabizi kwa waganga, ili aishi na yule baba. Kuna madawa ya kichawi, kila wiki anaenda kwa mganga, anapewa dawa za kumwekea mwanaume, kumweke kwenye chakula, kumwekea kwenye maji ya kuoga, ate ampeke weke aboleshe penzi. Nisikilizeni nikwambie, hakuna mapenzi ya kichawi. Tukiomba yanabomoka, tukiomba yule baba yanafunguka. Utamweka mate kipepo utamfanya msukule kwa jina Yesu. raba sakatapa mkabidhi Bwana njia zako bibi, anasema mkabidhi Bwana njia zako, naye atayanyoosha mapito kile kibuu cha bibi alichokupa akaolewe nacho Uchawi imenuuzia uganga, kuanzia leo tunaisambaratisha kwa jina la Yesu. Pigia Bwana makofi makubwa kabisa. Sema kuanzia leo nakabidhi maisha yangu kwa Yesu. Kabidhi kila kitu kwa Yesu. Kabidhi biashara. Kuna mtu anaduka kubwa, lakini kwa nini tafilisika? Kwa sababu amenikabidhi kwa shetani, ameita waganga wa kijeshi, wamechimbia pale mapembe, wameweka pale mahirizi, wameweka pale madua, wamening'iniza mpaka dalili anaona wateja anahisi kwamba namna gani. Sikiliza nikwambie, bibi ivi inasema Baba wa mbinguni ya kila siku Mungu anaachilia riziki ya kila siku, ipo kwa ajili ya maisha yako, watoto ya wako wale watoto wako wasome. Mungu anaachilia riziki kila mutapo leo, lakini mtu ameweka duka lake kule, amekabidhi uchawini duka. Nasema hautafanikiwa mpaka ukabidhi mali zako kwa Yesu, mpaka ukabidhi kwa Yesu, afya yako kwa Yesu Mbema aisimami kwa maana ziko chanjo unajivunia unasema, nilipokwenda nyumbani nilichanjwa niliwekewa kinga na upepo, haya yakiwa yanapita pita yasinisumbue na watoto. Nasema hivi, shetani haziiliwi na kinga ya kichawi, kwa maana yeye mwenyewe ni mchawi. Haziiliwi na uchawi, kwa maana uchawi ni nguvu yake na ni asili yake. Lakini liko jina lakini liko jina liko jina lipitalo na jina Yani, jina ya, la, la Yesu likitajwa, mapepo aaoti, ardhi inapasuka, pazia la hekalu linapasuka vipande viwili. Jina la Yesu lifungue maisha yako, jina la Yesu likuponye, jina la Yesu likubariki, kama na mpenda chema